Hili vurugu limeanza tangu saa saba mchana, limekuwa ni vuta ni kuvute. Marehemu huyu alikuwa ni mkazi wetu wa mtaa wetu, na mara nyingi alikuwa akiugua. Baadhi ya familia waliopo hapa hapa eneo la Mbilani walikuwa kumshughulikia na kumtibu na kumweka sawa, kisha anapona sawa. Aa, anakaa sawa hatimaye, anakuja anaugua tena na mtibu, anakaa sawa, akiwepo na mke wake. Sasa hatimaye leo siku imefika, Mwenyezi Mungu amechukua cha kwake na marehemu tayari hivi tunavyozungumza ni marehemu, jina lake lishakuwa ni marehemu, jina aliyokuwa anaitwa limekuwa na baba yake. Ah, nifuja semetokea baada ya sisi kama serikali ya mtaa wa Mbilani tukiwa pamoja na wananchi pamoja na baadhi ya ndugu, ikaamrishwa kwamba huu mwili uzikiwe eneo hili ili wananchi waweze, kufanyaje, waweze kumzika marehemu. Lakini muda ya saa nane ndugu wa upande mwingine wamekuja wakitokea Pangale wakiomba kwamba marehemu huyu wanataka kumbeba waweze kumpeleka pangale na kufanyia maziko huko. Naitwa Stanley Yoas Nyeguza, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mbilani kata ya Kidongo Chekundu Tabora Manispaa. Hapa hali imekuwa tofauti kwa sababu ya ya sitofahamu kumetokea, na upinzani wa aina mbili kati ya familia na familia. Marehemu alikuwa anaishi na familia yake mpaka umauti unampata na marehemu ameugua kwa muda mrefu na familia yake ambako ndo alikozaliwa, wakawa mbali na marehemu. Kwa hiyo marehemu alikuwa na familia, baba yake mzazi anaishi Shinyanga na babu yake anaishi Pangare. Kwa hiyo baada ya marehemu kufariki usiku wa kuamkia leo, baba yake mzazi tumefanya mawasiliano naye, akasema Wananzengo mujiandae, mnisaidie mwandae nyumba ya milele ya marehemu kwa ajili ya kumstiri. Kweli mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na wananchi tumeenda kuchimba kaburi hapa jirani, lakini tunaendelea kuchimba kaburi, limefika saizi ya kiuno. Wakawa wamepiga simu tena, wakasema marehemu hazikwi, anaenda kuzikwa Pangale. Haya, watoto wa marehemu wakaulizwa, ni, ni nani alipiga simu? Aliyepiga simu alikuwa ni baba wa marehemu. Ambaye mara kwanza mlimtafuta. Mara kwanza tulimtafuta akasema msaidie kuandaa nyumba ya milele ya marehemu ili astiriwe, lakini baada ya hapo, baba mzazi akawasiliana na baba yake, yani ambaye ni babu yake na marehemu ambaye anaishi Pangale, wilaya ya Sikonge. Alivyowasiliana naye akasema tunaomba marehemu azikwe Sikonge ambapo ni Pangale. Kwa hiyo mpaka sasa hizi heka hekaheka za watu hivi na marehemu hajazikwa. Shida kuna mgongano, azikwe mjini ambapo ndo marehemu amefia na ambapo ana familia yake, mke na watoto, au azikwe Pangale kwa kule babu yake. Ni mzee sana, akatuma wawakilishi ili waje kuchukua mwili wa marehemu waende kuzika Pangale. Mpaka sasa hizi tunasubiri baba yake, wanasema yuko njiani nakuja ili kuweza kutoa maamuzi kwamba mwanaye akazikwe Pangale au akazikwe mjini. Jina langu mimi ni Monika na marehemu ni baba yangu. Mimi ni mtoto wa pili. Mm. Yeah. Chanzo? Chanzo ni kwamba, wa, sisi tunahitaji hapa baba yetu azikiwe hapa, ila wana ndugu ambao hata tuwajui, wanatokea tu wanasema kwamba maiti iende Pangale alafu pangeza hatumjui hata mmoja. Nashinda kuelewa, tunakataa maiti haitoki hapa. Nasema kwamba ni kaka yao baba wa baba yangu, yani baba wa baba angu, baba, baba angu, yani baba, baba, baba angu mimi na baba, na baba yao ni mtu sina na, na, na mdogo wake, kwa hiyo wenyewe wanamwita baba angu, ni kaka. Ni kaka waba, u, kwa, ni kaka ila ni kaka ni upande wa ba mdogo wa mdogo mimi hata siwajui naona leo mimi nawatambua hapa Tabora. Tabora kuna ba mkubwa wangu wali kuna ba mdogo wangu kuna bibi yangu amsafiri na, na mjomba wangu Kagusa ambaye anakaa pa Itetemia, wengine msiwajui. Mara kwa mara anaugua. Mara kwanza aliugua akaenda kalazwa Kitete. Kitete akapona. Baada ya kupona akananilia akaugua tena. Akaenda kwa baba yake Shinyanga katibiwa baada ya kutibiwa akarudi Tabora hapa akaenda kalazwa Kitete. Baada ya kuanza kiti hakuna hata ndugu yake hata mmoja aliyekanyaga hata, hata kuleta chungwa la mia hakuna. Wanasema kwamba wanataka mwili. Alisema mimi sasa ambaye tutambulisha ni ndugu wa, baba yake wa Shinyanga na ndugu wa Tabora hapa mjini hapa, hao wengine sio. Tujue kutambulisha, naitwa Alisa Mangunule. Wewe ni nani wa familia? Mimi ni, ni mdogo wangu aliyofariki, wakiwa waliobakia ni Saidi na mimi mwenyewe ndani kama alivyojieleza huyu mtoto wangu aliyebakia, sisi tumekuwa ni macho na malimu mama wangu, watoto wakiwa wadogo na nimewalea nikawakuza katika utafutaji, wameanza kutafuta, wamejua kutafuta. Sasa maradhi yamemkuta katika huyu mwanangu. Hatujawahi kuona upande wa ubabu wa pangale wala ndugu wa pangale kutupa ushirikiano wa huku tunemtambua, mpaka sibi imeingia asubuhi niweza kukumpigia dadangu wa Shinyanga, akampigia babake babake akatoa maamuzi kwamba kama kuna wananzengo waliopo pale tunaomba tupewe ushirikiano ili ahifadhiwe. Wananzengo wakachukua majukumu kwenda kuchimba sehemu ya nyumba kuu ili tuweze tuwez kuhifadhi. Simu ikaingia kwamba anatakiwa tena babu wa pangale wa jina lake aenda kazi simtambu kwa pangale, hata mimi babu simtambui kwa sababu sisi tumezaliwa watu watatu, mama yetu ni mmoja, lakini kila lakini kila mmoja babake naitwalima Mrisho almaarufu ni MC wa Kanda. Tumeshangazwa na hili tukio la jirani yetu hapa alikuwa akimuuguza mzazi mwenzie akiwa yeye na watoto wake. Hatukuwahi kuona ndugu yoyote aliyomsogelea. Hatukuwahi kuona mtu kutoka Pangale, kutoka Dar es Salamu. Aliangaika yeye na watoto wake akikopa mikopo akiweka vitu kwa watu, lakini leo baada ya msiba watu wamejitokeza kwamba wamekuja kuchukua maiti. Baada ya hapo watoto wanaulizwa wanasema, sisi aa, watu hatuwafahamu. Sasa tunajiuliza sisi wananzengo, je, wamekuja kuiba maiti au imekuwaje? Kwa sababu familia haiwafahamu hao walokuja. Kwa hiyo hii imekuwa ni gumzo na ni kama changamoto fulani hivi, hatuelewi mpaka sasa, yani hatutofahamu wananzengo, tukimaanisha majirani. mtu wa mali Masudi Masudi Mlisho Malozia si so, tumetoka Pangale Sikonge, tumeagizwa tuje tuchukue mwili wa marehemu Omari Rajabu Mrisho Malozo Pangale. Baada ya kufika hapa tumekuta upande wa, wa, wa, wa mwanamke, yani ndugu zake na Omari, upande wa mama yake wamechachamaa, ndugu wa wamechachama. Upande wa mama wamechachamaa, wamedai kwamba mwili hauwezi kutoka, kwa sababu toka awali Omari walikuwa wanahangaika naye na vipi na vipi mpaka amefikia mahala amefariki, hatukuona ndugu yoyote kutokea maona no, no, mishi kama amedai kwamba basi sisi hatuwezi kutoa nani mwili wa marehemu, lakini baba wa marehemu ametoa taarifa kwamba mwili ukazikiwe nyumbani kwao Pangale, lakini ndugu bado hawataki, kwa sababu sisi tunaishi tofoti, tofauti tofauti, hatuishi sehemu moja, tunaishi sehemu tofauti tofauti. Kao taarifa taarifa rasmi kabisa ya, ya mazingira waliokuwa wakiishi Omary na familia Si, si, si, tambui kiundani lakini Omari anafahamika katika familia yetu na tunamfahamu na tunamjua, lakini familia inafahamu kwamba ana familia upande wa pili eh. Ah, sasa, nika, kwa kiasi hicho sasa ndio maana narudia kusema kwamba sisi tunaishi sehemu tofauti tofauti. Umeona, kwanza taarifa zilipokuwa zinatukuta za, za, za, za msiba huyu bwana tulikuwa tumekuja msibani, umeona ina maana ulitokea msiba pale kijijini ni babu yetu alifariki, umeona Ikabidi tuje pale msibani, baada ya leo ulikuwa uoga maji ikatokea tena nini taarifa ya msiba ingine, na maana sisi hatupo karibu pale pangale, lakini wote ni wazaliwa pale umeona. Kwa hiyo watoto wa Omari siwafahamu kwa sababu Omari ameugua mara mbili mara tatu, alikuwa akizidiwa anasafiri anaenda nyumbani kwa baba Shinyanga umeona. Ya kwanza akagua akaenda Shinyanga akarudi, akapata nafuu ya pili kaugua akaenda Shinyanga karudi akapata nafuu, umeona, mpaka mara ya tatu umeona karudi hapa. Hii awamu ya mwisho hii hatukuwa na taarifa naye kwamba yuko wapi, umeona, na kwa sababu tu mtu yuko salama safi, hauwezi kumfuatilia.